Watu kama hao ni mitume wa uongo, ni wafanyikazi wadanganyifu wanaojigeuza waonekane kama mitume wa Kristo. Wala hii si ajabu, kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza waonekane kama malaika wa nuru. Kwa hiyo basi, si ajabu kama watumishi wa shetani nao hujigeuza ili waonekane kama watumishi wa haki. Mwisho wao utakuwa sawa na matendo yao yanavyostahili. Yeah, hebu tukubali kwa muda kutoa ruhusa bila kukiri. Hebu tukubali kwa, kwa muda kwamba malaika alizungumza na Joseph Smith na aliongea kuhusu sahani za dhahabu ambazo Joseph Smith aliagizwa kuchukua kutoka kilima katika Kumora na kisha kuitafsiri katika Kiingereza na baadaye, eh, itakuwa kitabu cha Mormoni. Bibilia imejaa maonyo. Wakati Mtume Paulo alisema wagalasia 1:8, lakini hata ikiwa sisi au malaika atokaye binguni akihubiri injili nyingine him, tofauti him, na ile tuliyowahubiria sisi, basi huyo mtu na alaaniwe. Kama wewe ni muumini wa Biblia, huwezi kukaribisha wazo kama kwamba kuna kitabu cha Momoni kilichowekwa kwenye kilima Kumora kilichoandikwa juu ya sahani za dhahabu na kutafsiriwa na Joseph Smith, ambapo ni dhahiri sana kutumia Kiingereza ya zamani ambayo ilikuwa inatumika katika tafsiri ya maandiko James ya Bibilia ya toleo la King James like kama matumizi ya maneno die, wewe yako kokoa na kadhalika na kadhalika English... Hii ni kiingereza ya zamani ya karne ya 15 na 16 iliyotumiwa na watafsiri wa toleo la Biblia ya King King James. Ni dhahiri sana alivyoiga mtindo wa watafsiri wa mapema wa toleo la Biblia of la King James. James ni kile tunaweza of kusoma katika kitabu cha Momoni, lakini yaliyomo mtindo the na kiingereza iliyotumiwa ni hii Kiingereza ya zamani lakini yote yaliyomo ni uongo na ni kinyume na Bibilia. Joseph, Joseph Smith anadai kwamba uh, kutakuwa na vijiti mbili ambayo yataunganishwa ya pamoja na kulingana na yeye ni Bibilia na kitabu cha momoni together. Vijiti ambavyo vimeunganishwa pamoja haviwezi kukataa moja just nyingine like kama tu Uh, sumaku kuunganishwa pamoja kwa sababu kuna ncha za sumaku kusini na ncha ya kaskazini, like ncha zinazofanana church, hukataa kila nyingine, hukanish, hukanusha the nyingine. Ncha tofauti huvutia kila nyingine the. Kama kitabu cha mormoni na biblia ni vijiti mbili ambavyo vitaunganishwa pamoja, ni kwa nini kwamba kitabu cha mormoni kinakataa biblia? Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya tatu aya ya pili inasema, basi imempasa askofu awe mtu asiye na lawama, mume wa mke mmoja. Hivyo ndivyo Biblia inasema, basi imempata askofu awe mtu asiye na lawama, mume wa mke mmoja. Kama una mke zaidi ya mmoja, basi ni lawama au aibu kwako. Lakini kitabu cha momoni kinasema nini kuhusu hii? Katika kitabu cha Momoni, mafundisho na ahadi 132 Again, moja, na tena kama yanayohusu sheria ya ukuhani, kama mtu yeyote atachukua bikira na kuwa na hamu ya kuchukua mwingine, na wa kwanza kutoa ridhaa yake, na kama atachukua wapili na nao ni mabikira man, na hawajaapa -ha -ha ha -ha kwa mtu mwingine he basi yeye hana hatia, hawezi kuzini kwa kuwa wametolewa kwake. Maana yeye hawezi kuzini na yule ambaye ni wake na sio wa mtu mwingine. Kama amepewa mabakira kumi na sheria hii, hawezi kuzini kwa kuwa ni wake na wametolewa kwake, kwa hivyo yeye hana hatia. Ni kinyume na kile Biblia inasema, askofu au mhubiri, nabii lazima awe na mke mmoja tu, hauruhusiwi mke wa pili wakati huo huo una wa kwanza, utaanguka katika uzinzi. And na hiyo itakufanya kuwa nabii wa uongo. Hebu tusome kitabu cha Yeremaya sura ya 23, 23 aya ya 14 na ya 21, in inasema Yerusalemu, nako miongoni mwa manabii wa Yerusalemu nimeona jambo mbaya sana, wanafanya uzinzi na kuenenda katika uongo wanatia nguvu mikono ya watenda mabaya, kwa ajili hiyo hakuna yoyote anayeachana na uovu wake, wote wako kama sodomu kwangu, watu na yerusalemu wako kama gomora. Mimi sikuwatuma manabii hawa, lakini bado wamekimbia. Unaona hayo? Hiyo ni mkazo kutoka kwa Bwana mwenyewe. Nako miongoni mwa manabii wa Yerusalemu nimeona jambo baya sana, wanafanya uzinzi mimi sikuwatuma manabii hawa. Nabii kudai kuwa nabii wa Mungu lakini anazini, hajatumwa na Mungu hivyo zaidi, kama Joseph Smith. Ingawa katika kitabu cha Mormoni mafundisho na ahadi, anadai kwamba kama utapata bikira, kwa sababu bikira siyo mali ya mtu yoyote mwingine, lakini ametolewa kwako, basi si uzinzi. Lakini Joseph Smith, katika historia fupi ya maisha ya Joseph Smith, alionekana kuwa nabii wa uongo. Now, I'm just telling sasa you these things, ninakueleza Gilbert, tu mambo haya kaka Gilbert kukuambia kwamba kanisa lako ni tunda lingine la machafuko yaliyopandwa na Shetani hapa duniani. Hiyo ndiyo sababu ni lazima tusiajabike kwamba kuna members, wachungaji ambao wana ugomvi na wanachama na wanachama and kugombana and na wachungaji, and wachungaji and na kadhalika, wahubiri dhidi ya wahubiri na kadhalika. Kuna uendelevu wa machafuko uh, hasa katika ulimwengu wa kidini kwa sababu hiyo. <coughs> hiyo ni kazi ya shetani. Unaoniuliza kwa nini? Kwa sababu hiyo ni kazi ya shetani. Sababu tu ni kwamba ni kazi ya shetani. Kuna makanisa ambayo yalianzishwa na shetani kupanda machafuko katika akili za watu, makanisa ambayo huonekana kuwa nzuri kama kanisa la Mormoni, lakini ndani yake si nzuri sana. Kwa hivyo kanisa lako ambalo wewe ni mwanachama kaka, ni moja ya machafuko yaliyopandwa na shetani katika dunia hii, na sababu ni ni kazi ya shetani. Hiyo ndiyo sababu kwamba kuna makanisa mengi sasa, kama ulivyosema, kwa sababu Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa uhakika, kuna mtu mwingine, na machafuko ni halisi, si uongo ni kweli, katika so wakati wetu churches, kuna makanisa mengi, nyingi zao kuzuliwa na binadamu man. You are a family man, you said. Wewe ni mtu wa familia ulisema, nina binti mmoja na ninampenda sana. Wakati ninaposema kwamba kabla ya kuingia ufalme wa Mungu God, utu wetu utabadilishwa be ni katika bibilia ingawa inaweza kuwa ngumu kwa wengine kukubali, ni kile Biblia inasema. Nimejifunza hiyo wema ya kukubali neno la Mungu, hata kama wakati mwingine inajenga wasiwasi katika akili yangu kwamba labda sitaweza kuona mama yangu tena, mama yangu mpendwa na baba yangu mpendwa, lakini mimi niko tayari kukubali kwamba Mungu atabadili akili zetu si tu utu wetu God lakini pia akili zetu. Isaya sura Six ya 65 aya ya 17 inasema behold, tazama nitaumba mbingu mpya na dunia mpya, mambo ya zamani hayatakumbukwa wala hayatakuja akilini, mambo the ya zamani hayatakumbukwa wala hayatakuja akilini. Now, ones, sasa kuhusu wapendwa wako, Mungu ni Mungu wa rehema, lakini kaka, lazima ukumbuke kwamba kiwango cha upendo unaoweza kutoa kwa mke wako au mke anaweza kutoa kwa mumewe ni hadi tu kifo death, hebu tusome kitabu cha Warumi sura ya saba aya ya pili inasema, kwa mfano, mwanamke aliyeolewa amefungwa kwa mumewe wakati akiwa hai, lakini yule mume akifa, yule mwanamke amefunguliwa kutoka katika sheria ya ndoa. Kwa mfano, mwanamke aliyeolewa amefungwa kwa mumewe wakati akiwa hai, lakini yule mume akifa yule mwanamke amefunguliwa kutoka katika sheria ya ndoa. Kwa hivyo basi, unaweza kumpenda mke wako au mume wako hadi tu kifo, hadi kifo kiwatenge, kwa sababu kama mke wako anaandaa kuolewa tena na kupenda mwingine, basi yeye ni huru kwa sheria. Vipi uh, kuhusu kama mke wako alikuwa na uwezo wa kuwapenda waume saba na kisha kukutana binguni na kukumbuka siku za nyuma, je, hakutakuwa na wivu binguni? Kama hiyo ndiyo tukio, kuna matatizo ambazo lazima pia ufikirie. Labda unafikiria kuwa ina, inasikitisha sana kwamba huwezi kuona tena mke wako mpendwa, mwanangu mpendwa au binti wako mpendwa. Hiyo inaweza kuwa mawazo ya binadamu uh, lakini kama utaweza kutumia mawazo ya maandiko kwamba utakuwa ukiishi katika milele, fikiria kuishi katika your maisha ya milele wife, na mke wako mke mpenzi wako kupendwa pia na wanaume wengine sita, je Hakutakuwa na machafuko hata katika milele, na Mungu hataki hayo kutokea tena. Kwa hivyo utakuwa na uwezo wa kuona binti yako na mke wako wakati wa siku ya hukumu. Utakuwa na uwezo wa kujua kama waliweza kuokolewa au la, lakini wakati wa milele utu wetu na akili zetu zitabadilishwa, Lahat, ili uweze kufurahia uzima wa milele. Natumaini umeelewa pointi yangu. Asante sana life. Karibu. I hope you understand my point. Po. Ninatumaini kwamba mmeweza kufahamu majibu kwa maswali ya leo. Kama nilivyosema wiki iliyopita, ikiwa una swali lolote au ungependa kuuliza swali au kuhudhuria mafafanuzi yetu ya Bibilia yanayofanyika ya kila wakati, basi unaweza kuwasiliana nami kwenye emaili iliyo hapa chini. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nitapakia video nyingine wiki ijayo, na ninawasihi tafadhali kujiunga, kuipenda na kushiriki video hii na zingine kwenye hii Idhaa ya Kweli ili kusaidia katika kuwajulisha watu ukweli kulingana na Bibilia. Kama ungependelea kusikiliza video hii na zinginezo katika lugha ya Kiingereza, basi unaweza kutembelea tovuti hii www.theoldpath.tv. Mungu awabariki, awalinde na awaongoze katika kuijua kweli. Neno lake ni kweli. Amen.